Ndugu na dada katika Bwana, siku ya leo tuko mahala hapa tukaongee kuhusu makasiriko ama manung'uniko ambayo yamo katikati mwetu. unapo omba msamaha kwa mtu ambaye asikubali, wengi wetu huwa kwa matatizo kwa sababu unaomba msamaha kwa mtu fulani du, awe ndugu yako au dada yako ama jirani, na asikubali msamaha. Maandiko inatuambia ya kwamba yote ni ya Bwana, sisi wote ni wa Bwana na kulingana na hayo tunafaa kujiongea mbele za mwenye kutokubali. Mkae na yeye, mwambie chochote kilicho moyoni mwako, mwambie chochote unachofikiria Baadaye ufute pumzi, mwambie Bwana yote ni yako, naye Bwana ataweza kuitoa katika moyo wako, kupea ataweza kupea nguvu, ataweza kukuokoa kutokana na hayo. Hakuna siku moja mtu atasimama akwambia ya kwamba ulinifanyia dhambi ulinifanyia tendo fulani na hukuomba msamaha, Mungu atasimama nawe, Mungu atakutetea, maana amekupa moyo wa kuomba msamaha. Wengi wetu hiyo njabu huwa gumu katika maisha yao, kwambia kwa, kwambia mtu ya kwamba naomba unisamehe, maana nimekukosea. Zaidi wakati tuliomo wa kufunga hili jambo huwa linafanyika sana sana sana, muda huu na wakati huu. Tunapokuwa pale mwanzoni, huwa tunaomba msamaha wa kila mmoja na mwingine, na hapo unapata ya kwamba watu wengi wamekuwa wamekosana na kwa sababu ya hiyo jambo wanakili kwa midomo yao na wapata kusameheana maisha inabadilika na Mungu anazidi kuwaonekania, kwa sababu Mungu huwa anasema ya kwamba ninakubali yeyote ambaye anaja kwangu kwa msamaha wa dhambi na makosa, maana nitamfanya mtoto wako. Wengi wetu hatuwezi, lakini naomba tujifunze. Maana safari ndefu huanza na hatua moja. We, moyo wako huwa mgumu usikubali toba la mwingine. Ninaomba na ninakuomba siku ya leo. Jifunze kutoka silika, jifunze nawe kukili mbele za wengine ili nawe ukue na huo moto wa kukubali toba za watu. Katika kanisa letu hiyo ni jambo ambalo tunatilia mkazo la kila wakati, kuomba msamaha kwa mwingine, na unapofanya hayo hata Mungu aliye biguni huwa anatusamehe, kama vile maandiko ilivyotuambia. Baba yetu alitufunza kwa ombi la baba yetu aliye biguni pale anasema utusamehe dhambi zetu kama nasi tuseme, tusemeheavyo wadeni wetu. Kama unajua ya kwamba wewe husamehei wadeni ama huyo mwingine, kumbuka naye baba yetu aliye biguni hakuna siku ataweza kukusamehe. Kwa hivyo ni vizuri kukubali, hata kama jambo ni gumu namna gani, kubali na hiyo mtu pia atakuwa na kielekezo na mwelekeo wa kufuata njia ili naye akaweze kukubali toba. Bwana awabariki, Bwana awainue na watendee mema mnapofanya hayo kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.